Kuelekea mchezo wenu wa e, ah, marudiano dhidi ya Silver Strikers ya Malawi ambapo mchezo huo utachezwa siku ya Jumamosi katika uwanja wa Benjamin Wiliamu Mkapa. Uongozi wa Young Africans wamewatangazia mashabiki kwamba mechi hiyo itakuwa ni free, ya kutokuwa na kiingilio. Umelipokeaje kama shabiki wa maajabu? kama shabiki wa maajabu, shabiki la miujiza, nimeipokea katika hali ya furaha, kwa sababu kiichi, sisi ambao kidogo tumeenda shule tunaita kama ni charity, kwamba unagawiana uh, una, una na wenzio kwa sababu kwa jamii. Yes, kwa, kwa nini uh, ukiangalia namna ambavyo sisi kama Yanga ya tuna wadhamini kwa maana ya GSM tuna uh, tunawadhamini wengi wengi sana, sana, wa spoti pesa na wadhamini wengine. Kuna fedha ambayo wenyewe wanatoa kwa ajili ya klabu, alafu na sisi kama mashabiki tunakata kadi ya wanachama, alafu tunachangia kwenye kununua jezi, tunaingia uwanjani. Kwa hiyo kuna wakati uh, uh, klabu kama klabu ina, inaona kwa nini tusigawane na washabiki kidogo angalau kilichokuepo ili nao wafurahie wa, wa matunda yake, na ndio maana unakuta kuna wakati tunakunywa tuna supu pale tunakunywa tuna kahawa tunafanyaje, hii yote ni kuleta upendo kwenye kwenye jamii. Sasa kwa nini bure na kwa nini na, na, sisi tumepokea vizuri ni kwamba Uh, mechi ya kule uh, tumefungwa goli moja bila. Kuna baadhi ya mashabiki wamekata tamaa, wameona kama pengine inaweza uh, isiwezekane. Kwa hiyo uongozi kama uongozi ulichoangalia wenyewe uh, malengo ya klabu ni kuqualify ku, sio fedha zaidi, umeelewa eh? Kwa hiyo ili kuqualify, maana yake ni watu waingie wengi, alafu sio kuingia wengi, ni kuanikiza na kuwakumbusha wachezaji majukumu yao. Mimi nilivyoangalia ule mpira, kilichotufanya sisi tufungwe uh, ni kwamba wachezaji walikosa morali. Umeelewa? Walikosa morali, walikuwa wanacheza chini ya, ya, ya, ya viwango vyao kiasi kwamba walikuwa wana morali. Sasa, kwa nini kwa nini tunaingia bure? Tunaingia bure sio kwa kwenda kukaa kustare, ni kuwakumbusha wa, wachezaji majukumu yao na kwenda kupiga kelele sana kwamba kuambia Max Zengeli kimbia, si upa kome kimbia, si upige cross, chukua mpira rusha, yani hivyo. Maana mchezaji anajua sasa nina deni. Yaani sisi kwa kifupi tunaenda kuwakumbusha wachezaji kwamba wana deni, tunawadai lakini tukienda wachache kwa sababu eh, hii michuano si, si, si. n yani, kinachojaza uwanja wa Benjamin Mkapa mara nyingi ni mechi ya Simba na Yanga na Simba Day au Yanga Day. Ukiacha hapo viwanja hivi havijai, umeelewa? Havijai labda kama eh, Yanga tutacheza na eh, Mamelodi ama eh, National Ahali au labda eh, timu kubwa kubwa hizi ndio unaweza kukutemeja. Kwa hiyo uh, uongozi ulichokiangalia kwamba lengo ni uh, watu wawe wengi ili kuwafanya uh, wachezaji wakumbuke kwamba wanadaiwa yani, wale watu elfu sitini watakaoingia eh, Benjamin Mkapa wachezaji wajue kabisa wanadeni yani, wanadaiwa na tutakuwa tunawakumbusha yani, kwa sababu sisi wengine tutakuwa karibu kabisa kwenye VIP A na B pale, makini zile kelele zetu zitakuwa zinafikia wachezaji na kuwakumbusha majukumu yao. Hamwoni kama mnaenda kutengeneza mashabiki ambao hawatokuwa na uchungu na timu? Ah, mashabiki kutokuwa na uchungu wa timu sisi sio lengo letu na ndio maana tumeweka utaratibu kwamba eh, tunataka tuhakikishe kwamba wanaoingia pale watakuwa ni mashabiki wa, wa, wa, wa Yanga na ukija wewe shabiki e, mamluki, mamluki, maana utapata tabu tu. Yaani utapata utapata shida kwa sababu hatutaki shabiki yote ambaye hahusiani na Yanga aje. Makini ni shughuli yetu sisi. Kwa hiyo kama umejipanga huko kwa ajili ya kutuvuruga, kwa ajili ya kuvuruga mechi yetu, sisi tunadeal na wewe personally. Yaani tunadeal na wewe personally, sio kwa uongo wala sio kwa kutania. Yaani hatutaki masiala, hatutaki mchezo. Tuna jambo letu. Kwa hiyo sisi tunaamini tuna kila atakayeingia pale atakuwa shabiki wa, wa Yanga. Ikitokea bahati mbaya umepenyapenya wewe, si shabiki wa timu nyingine, umepenya utulie, kama unanyolewa, yaani utulie tu kimya, kwa sababu sio shughuli yako. Ile mechi ni ya Yanga. Kwa hiyo we unapoingia na ya Yanga, sio kwamba ikiwa ya kiingilio utasema nimelipa kiingilio. Ah ah, ile mechi ni ya bure, ni ya kwetu, ni kama pale unapoona Jangwani. Tuna utaratibu wetu, huwezi kwenda kupiga picha na makombe, lazima uwe na kadi ya Yanga. Ukija wewe shabiki wa timu nyingine utakaoingia ndani, maana tutakuzuia. Kwa tuna mamlaka ya kuzuia mtu yeyote anaingia uwanjani kwa sababu mechi imelipiwa na imelipiwa na GSM. Sasa wewe shabiki wa timu nyingine unakuja kufanya nini? Uje kistaarabu sana na kwa utaratibu utulie. Hatutaki kelele, hatutaki fujo, hatutaki nini. Utulie kwa sababu kawaida yao siku vuja vuja viti, watakuja pale waanze kufanya fanya furugu yao, tupewe sisi adhabu. Umeelewa? Wao walishawahi kuja, uh, kuingia kwenye mechi yao Wakavunja vunja vitu akaita vurugu akapewa adhabu. Sasa wanaweza wakaja pale waka wakaja kutetea fujo mchezo wetu kuonekana Yanga tuna vurugu sisi. Tutaenda kwa utulivu kuangalia mechi yetu. Mtu yoyote ambaye mechi haimhusu aba kitu nyumbani, haya tulie tu nyumbani. Hii mechi itakuwa ni free. Nadhani eh, ni wazi kwamba hata mashabiki wa timu pinzani ambapo ni Simba watani wenu watakuwepo. Hey, eh, mtaweza vipi ku, kitokea wao wamekuja kuwashangilia timu pinzani, mtaweza vipi kukabiliana na E, na changamoto hii ambayo wengine tunaona kwa mataifa ya, ya jirani ikitokea, e, kuna changamoto za mashabiki kama vile anakuwa kuna vurugu vurugu, ila nyie mmekuwa mkihubiri amani. Mtaweza vipi kukabiliana na mashabiki wa timu pinzani endapo atakuja na kuwashangilia timu timu ambayo mnacheza nayo? mashabiki wasiojulikana kwa maana wasio, sio maarufu wanaweza wakaja, si hatu wajui, lakini wale mashabiki wenye majina yao, yani Kisugu sijui eh GB64, sijui si mchungaji, si wagi Simba, si nani si nani, hao tutadili nao kwa sababu wao wanakuja kufanya nini, na wao wanatusaka kama kwenye mitandao yao kijamii, kwa maana sisi tunapenda vitu vya bure. Wanakuja kufanya nini? Wao wasubiri tarehe 26 kwenye mechi yao, wakicheza mechi yao. Hii mechi ishanunuliwa, mechi hii tayari ishalipiwa. Kwa hiyo wao wasije kutuvurugia, umeelewa eh? kwa hiyo watulie tu majumbani, watuachie sisi shughuli yetu. Tutawadhibiti kwa watu tunaowajua tusiyomjua, tusio mjua, maanake like akishaingia ndani atulie kimya, yaani hicho tunachokizungumza. Uh, sizungumzi kwa kutania, umeelewa? Sisi mashabiki, kwa sababu wao kwenye ile mechi ya, ya Zanzibar walitoa biti kali sana, wakasema sijui atazikwa wapi atafufukia wapi. Naazani ulikumbuka msemaji wao amejali, umeelewa? Alizungumza kwamba hii mechi na wahusu wao na wao wako tayari kwa lolote si utazikwa uta, mara uta, kolekwe uta, si utafufukia wapi tena. Hilo alizungumza msemaji sasa, hiyo alizungumza msemaji, anasema shabiki la miujiza shabiki la maajabu, nazungumza vipi? Watulie nyumbani, kama mtu ana kwa sababu kisugo ana kawaida ku, kuna kuna, kuna ganazi anavaga sio nini kanga na nini. Sasa atulie kama kawaida yake anavokuna ganazi na anana, anavaa kanga, atulie siku hiyo akune nazi avae kanga, mechi hiyo hausu ayo, hausu kabisa kabisa make, mechi ishalipiwa Nasikia ukisema kwamba ninyi mpaka mnaingiza mashabiki bure ni mmefeli. Wao wamekuwa always wanajaza uwanja Benjamin Mkapa, ila nyinyi mmeona mkiweka kiingilio mashabiki hawatoja, hivyo mkaona mtumie njia ya kuingiza watu bure ili muweze kujaza. Je, e, wa <laughs> una, yani e, unapewa kwa sababu kilichotokea maana yake ni kujaliwa, yani GSM amejali. Uh, uh, uh, na sio hivyo tu. Unajua anashindwa kujua. Sasa kwa kuumiza zaidi, siku hiyo kutakuwa na pilau na biriani, kwamba nje pale unakula biriani lako au pilau, unachagua. Sasa kama ni pilau biriani unakula kwanza, alafu unapewa kinywaji cha Gboost au, uh, maji ya GSM, unaingia ndani, unaangalia mechi ukiwa umeshiba. Na hicho tushakiomba na kisha kuwa tayari. Kwa hiyo kama wanaumia na bure tu kuingia, sasa hii ya chakula itakuwaje? Mmeonekana nyie mlivyoanzisha kampeni ya kuingiza mashabiki bure, Azam FC pia wanaingiza mashabiki bure katika mechi ya kesho, wanaocheza na KMKM uwanja wa Azam Complex, pia Singida Black Star wataingiza watu bure, ila timu pekee ambayo imebaki na viingilio uh, si ni Simba pekee, unalizungumziaje hilo? Kwa nini Simba imebaki na viingilio? Ni timu ambayo imenunuliwa eh, timu ya urithi, timu ya, ya, ya, ya, ya kifalme, umeelewa eh? Uh, yule uh, mwekezaji wao alipoulizwa kitu ambacho amenunua kwa bei mbaya alisema Simba. Kwa mtu alinunua kitu manake anafikiria kwamba anapata hasara. Lakini kwetu sisi hakuna siku moja hata JSM alishaye kuja akasema mimi napata hasara kwa sababu yule ni, ni tajiri wa mpira. Unajua kuna tajiri wa ana fedha zake afu tajiri wa mpira. JSM ni tajiri wa mpira. Kwa hiyo sio uh, tu Azam, sio tu uh, Singida kuiga. Sisi ni, ni klabu ambayo watu wanaigaiga sana. Eh, wakati tunaanza mfumo wetu wa transformation walikuja TP Mazembe wakaja kuiga mfumo wetu namna ambavyo tunatengeneza, namna ambavyo tunashiriki na mashabiki. Kwa hiyo sisi kuigwa igwa sio jambo baya, wao walichokiangalia, kwamba kikubwa sasa hivi tunachoangalia ni namna ya qualify. Kwa mfano, ikitokea bahati nzuri tumeenda timu zote nne, kwetu sisi itakuwa sifa kwa taifa. Na ndio maana um, lakini kwa sababu tumesemaje, hatuhitaji mtu yoyote aje atuharibie mechi yetu, kwa sababu sasa hivi tulivyo, tuko kama kitaifa kwamba tunatamani timu zote ziingie, lakini kuna wengine wenye chuki washawaandalia wa sehemu ya kulala. Sasa hivi watakula wapi? Mazoezi watafanya wapi? Wataingia njia gani? Na wamepanga wakawafanyaje? Wakawapokee waka, na ukiangalia, mdhamini wao wale timu na hii timu ya nguvu mbili, mdhamini wao ukiangalia hapa mbele ni mmoja. Kwa hiyo wanajinasibu kwamba watanunua jezi ili waje waanikize anikize. Kwa hiyo tunawapa onyo, jamani, tulieni tu majumbani mnaokuna nazi mkune nazi, mnaofanya shughuli zenu sio za kuosha vyombo muoshe vyombo, msije uwanja wa Benjamin William Mkapa, msije mkatulaumu kuelekea mchezo. Sasa tutarajie mechi itakuwa ni ya namna gani, goli mbili zitapatikana ili kuipeleka Young Africans hatua ya makundi, ambapo tukioanisha na msimu uliopita mlihitaji goli moja tu uwanja wa Benjamin Mkapa, ili muweze kufuzu hatua ya robo fainali, lakini ilishindikana. Msimu sasa tutarajie Young Africans inaenda kupindua meza na, ku, na kupata ushindi mzuri ambao utaifanya Young Africans ifuzwe tu ama kuni. Sio ushindi mzuri tu ni ushindi wa kishindo kwa sababu uh, kwa nini nasema hivyo? ni kikosi ambacho kinakwenda kucheza kitakwenda kucheza na kocha mpya ambaye ni msaidizi. Kwa hiyo kila mchezaji anataka ajitoe, ili kocha huyu mpya aweze kumuona. Kwa hiyo mtu yote atakayepata namba anataka ajitoe kwanza, kwa kocha, ili aweze kuaminiwa. Alafu cha pili, lile vibe la mashabiki watakao kuwa pale elfu sitini umeelewa litawafanya eh, wachezaji wacheze kwa moyo wao wote. Umeelewa? Kwa hiyo naamini yani mpaka kwenye dakika kumi na tano ishirini tu tayari mechi itakuwa imemalizika. Tunachobaki ni kuwaonyesha sasa lile soka ambalo eh, wanayanga walikuwa wamelimisi lile, gusa achia twende kwao. Naamini tutashinda kwa ushindo, kwa, kwa, ki, kwa kishindo sana na kwenda hatua inayofuata. Yani tutakwenda ku, yani ni kama pikniki. Uh, mashabiki wa Yanga ambao wanajua mpira wanaamini kwamba eh, Silver Strikers ni timu ambayo ni ndogo sana na naamini muda wote watakaye watabaki nyuma tu wakiwa wanazuia mashambulizi, kwa sababu naamini tangu mwanzo mpaka mwisho. Alafu kitu kingine kinachotuma, juzi wenzetu wamepata eh, milioni zile, wanaita goli la mama, umeelewa? Makasa hivi baada ya milioni tano tu atufikie makasa hivi wana wana milioni ishirini na tano sisi tuna milioni thelathini kulingana na magoli ambayo tumeyafunga. Kwa hiyo sasa hivi ilivyo, wanatukaribia kwenye ile goli la mama, tutataka kufunga magoli mengi ili tuweze kuwazidi kwanza kuqualify kwa sababu tutakuwa wa kwanza eh, kuqualify kwa sababu, Yani sisi tunaanza kucheza kabla yao, maana tutakuwa wa kwanza kuifi atua inaofuata, alafu pia tui kwa magoli mengi ili sehemu zote tu tumewazidi. Sugu alisema Yanga, kwa sababu mlipoteza goli moja ugenini, mrudishe hela ya mama. Ah, kisugu sasa ajielewi, kisugu ajielewi. Mtu gani unajipiga picha ukiwa unakuna nazi ajirewi, na umevaa kanga? Huyo ajielewi, ajitambui na sio tu kujitambua hata klabu ya Kenya imfahamu. Kama Mediali tu ana kadi ya wanachama, yes, kadi yenyewe anaipata wapi? Kwa hiyo yule, yule ni shabiki tu mandazi, shabiki kahawa mwambie aonyeshe kadi yake ya wanachama kama anayo. Kama yuko shabiki kweli, kama wanachama kweli wa, wa, wa Simba. Mwambie nabii Meja la kumwambia je?